Anakifanya kile ambacho ile pasi ya mwisho ukiwa kama wakala, wakati uko jukwani, unamwangalia kijana wako. Yeah, fei ni ni, ni mchezaji ambaye anaweza sana kupiga pasi za mwisho. Mm. Uh, ukiangalia ile pasi, sio kwamba ni mara ya kwanza ambaye anapiga. Mm. Kuna mechi sikumbuki na nani, lakini kuna mechi ambaye alishaje kupiga pasi kama hiyo katika uwanja wa Chamazi, alimpigia Jibili, lakini yeye hakuweza akwe, kufunga. Mm. Kwa hiyo ni ni mchezaji ambaye anafanya vitu kwa kurudia, sio. Mm. Kwamba ni, so kwa ni kitu kigeni ambacho anafanya ni mara ya kwanza. Hila, hila mfuatilia, na mfuatilia, ya kwanza namfuatilia mchezaji wako namfuatilia nasema watu wa wanamzingatia, mi naamini wengi wanajua uwezo wa Feisal. mm. wengi wanajua na wana appreciate kwenye hiyo mm. Ukiwa ndani huko unazungumza nini na, na, na mchezaji wako wapi sasa huko ndani Azam Complex kambini? Eh. Vitu vingi unamshauri, vitu afanye vitu vingi mm tunazungumzia kuna, kuna, vitu vya mpira tu vya maisha. ezikla waktda swali dogo tu mimi nataka kukuuliza, ukiwa kama wakala, mimi najua na unakuwa uko karibu sana na mchezaji wako, ndio hivi yeah, mchezaji wako kweli kwenye kupita pita kwake Ulishasikia labda anataka kuoa, anataka kufanya hiki? Ushasikia mpango wa kuoa? Mpango wa kuoa mchezaji wangu? Sasa kwa hiyo ana mpango wa kuoa, kwao wamvumilie, wamvumilie kwa, <laughs> kwa kipindi hiki mm. bado baokaa, sawa, ataoa awe <laughs> ndi upo bado, na sio yeye we, wengi tu <laughs> Azamu, yani mimi si, sijui Azamu nitaenda kwenye sherehe ya nani sijui, mm. eh. marafiki ambao ninao pata eh. mtihani sana kushona suti, suti kanzu, sizani kama nitavaa. Natamani niende kwenye sherehe za wenzangu lakini hawataki kuoa. Kuoa wananichanganya lakini na hmm. ujue bwana ndoa sio kitu cha kukurupukia. Ujue vitu kama hivyo ni vitu vya vya, vya kujipanga. Maana yake hmm. mtu ambaye unaenda kumchukua ni mtu ambaye utakuwa unaishi naye kila siku. Yaani ambaye ukiamka asubuhi unamuona. Kwa lazima ufanye machaguzi sahihi. Uweze kufanya vitu kama kwa kukurupuka au kwa miemko. Kwa hiyo unatakiwa utulize akili, chague mtu sahihi ambaye labda unashajua tabia zake au umeshaelewana kitabia. Kwani mjomba akokupa mwaliko? Nani? Salamu. Chilambo. Chilambo amenipa Chilambo, ndo tunasubiria. Na naona tarehe zinazidi kusogezwa mbele sasa, sijui nini kimetokea. Ilikuwa mwezi wa kwanza ushaisha, wa pili umeisha, tunautafuta wa tatu, kwao tunasubiria. Suti yangu mpaka inaanza kupauka sasa. Ah, ah, iko ndani inapauka. Mwingine mm. nani ambaye unamwona kabisa na dalili za kuoa? Usajo bado anakuja kuja, lakini bado vipo vya kutosha, kwa hiyo ndoa. Tunajua ndoa zao hizo sio bei sana. Waislam ndoa zao simple sana, tofauti na Wakristo Wakristo wataka kufanya sherehe, siyo? mm. Nini sema, mimi naelewa watu ambao Wakristo mm. ambao uh, hawataki kuoa mapema kwa sababu je sisi ni mwanamke mmoja. mm. Eh, kwa hiyo <laughs> yani, ukishajichagulia fungu lako yani wewe ndio hilo hilo. mm. kwa hiyo ndio maana sisi tunapiza sana akili, lakini ingekuwa sisi mm. kwenye wanne watano hivi mm. ah sasa ungekuta wengine wana wawili <laughs> kwa hiyo sisi na vipi tulize sana akili ah kumbe ndiyo mpaka mm. kifo kiwatenganishe ni mpaka <laughs> kifo. Sasa kama utaweza kumuua mwenzio. Ah, Juma Juma anambia mtu Juma kaoa eh? huyo kaoa mm -hmm. na watoto watoto wawili, japokuwa mmoja sio wake huyu kawa ka zile sherehe za watu watatu mchele kilo moja, ndoa yake we kachukua yeye <laughs> <laughs> eh, mjomba wake zina nani mashahidi wawili na shei, imeisha. Kamaliza kwa mtindo wake, kamaliza. Lakini wengine walio hapo ndani kuoa, wanaooa wengi ni wafanyakazi wa ndani, lakini wachezaji, mchezaji labda Sebo anasema sababu kaondoka, lakini Sebo ameoa juzi kati, na ndo mwingine ambaye tunatarajia Chilambo, yaani toka na kuja Azam ndondoa mbili ambazo tunazisikia kwa wachezaji. Mbili, Sebo

Kama nakosea basi kashamlishamuwoanamtu. Hivi ukimwangalia Yahya zaidi hmm, hmm, ukimwangalia uki Faisal. ukimwangalia ukimwangalia Rusajo Mwekenda uki Tepsi Evans. ukimwangalia Abdul Sopu ukaenda tena vile vile. <laughs> <Bwana umecheka. laughs> <Shehe kumbe> yupo. <mdayubo. laughs> Uh -huh, eh, e malizia kamwangalia Sopo, alafu then narudi tena. Ukienda kumwangalia tena mwingine Saduni, eh huyo naye anaweza kaoa mbesomi sana hawachelewi. Waarabu yani wa kuoa kwenye kuolewa, yani wanawahi sana wenzao, yani wafikiri fikiri sana ile di nado ana nado, nado, si wa mke wake, lakini sikusikia maswala ndo, yani sina uhakika nado na mke wake, sijui

Mbona <laughs> wanao, wanao <a> <laughs> eh. Mbona wengi, unajua tafsiri yake <laughs> yes, <sighs> <laughs> <Shinyanga. laughs> <laughs>

jina lake wanataka kumloga tena, au mwingine anaweza kujiuliza kwa wengi. Mm ah, yeye anajijua, anajijua. Yupo mmoja anajijua, anajijua, mm so